Yes, thank you so much, Mr. Chairman. I'm Paul James Jeroge. Na mimi ni Mbugua wa Karatina. Nataka kusema hivi: Kuna vitu zingine tatu nataka kukomaa kama Mkenya. Hii kitu ni haya, ni mapepo. Kwa sababu nasema hivi. One, kuna jamaa mwingine wa West Africa, wa Ivory Coast. Alisema ati East Africa community hatuwezi kuwa na nini, hatuwezi kuwa na capacity ya kuhost Africa Cup population. Nataka kuambia hao watu, tumesuspend for today, tumesuspend hii beef yetu na Tanzania. Kwanza, leo hii wiki yote tunaenda kwa attack Ivory Coast. Because kama hao watu wanataka kutudharau. Kitu ya kwanza, do they this, unajua Ivory Coast is a small country to us. Hii Kenya yetu, hii Kenya wanadharau, imehost the world president. Barack Obama alikuja hapa na the beast. Na the beast ni kimbia kwa hewa, ili kimbia kwa barabara. How comes hao vijana wanasema ati tuna barabara ya Cross Africa Cup of Nation? Buda. Hao watu wa Ivory Coast bado wako chini. Do they have even Gen Z in their country? Do they have the somebody like the name Raila Odinga? Do, the, do they have m William Samoei Ruto? I'm very sure, even Ivory Coast ata hiv jaingi huko Awadi wadada wako chini hata nyota wanajua wanatana, yes you know they are wadada na nyota, despite waokuwa, yes, do, do they have divanji wako na bunge la wananchi huko Ivory Coast. So tume suspend ile tume suspend ile beef yetu na Tanzania. Sasa tumeendea tena uh, tumeendea Ivory Coast. Ati journalists kwa world mzima anakuja na nasema pale Morocco kwamba Ati, anaona kwamba Kenya na Kenya Uganda na Tanzania

Nataka kusema hivi. Our ladies tumewapenda sana. kuna jamba ingine igine imetrend hapa juzi 2 days ago yeah. Eh, sisi sisi tumwapenda sana lakini, mmeenda overboard. So najua saa hii kila mtu amekuwa uh, anajitetea uh, madam wetu, which of course si si poa, lakini nataka kuambia wazazi na Wakenya wetu kwamba awa watoto wetu pia sometimes, they They are are lacking lacking manners. Lacking manners. So mimi maoni yangu nasema, Let's bring the temperature down. Let us uh, twenty about sana. Yet kama uko na hiyo, mambo ya nini. I know you are, yes, I know you are agitated ku hii mambo ya experiment ya nini, ya love, but bring the temperature down. Kitu hiyo tu namaliza nayo. I just want to thank the President uh, William Samoei Ruto. Sai, naona hii talanta yetu inakuwa inakuwa competitive. Leo nimeona documentary ingine Japan, wakionyesha talanta. Then that's to mean ata simple Kenyan, brother wewe jitu support ni mke support him, William Samoei Ruto amalize tamu yake mbili, alafu hii nyingine tutakuja kufanya nini, kutatua eh. Hey, the only thing you can do wewe, kitu mufanya, don't boycott services ya wa Kenya. Wewe uko hapa na unapinga president? Yes, yes. Na unajua brother, nawaambia hii system ya world amwezi fix the world problem. Hii kelele yenu hata wa Uganda wanakuwa napiga kelele, lakini si si, si wametulia, wanaimba wimbo wa taifa ya Uganda. Thank you so much. <laughs>